Salist, katibu wa Umoja wa Veterani Mwanza. Kwanza kabisa nianze kumpongeza Mheshimiwa Raisi kwa ufubiti wake juu ya kile kwa faida taifa letu i pia tumie fursa hii kujipongeza, tujipongeze sisi wa Tanzania juu ya kiongozi wetu ambaye anapambana usiku na mchana kuona namna gani analipambania taifa lake katika nyanja nzima ya michezo, hasa katika namna ya kutafuta wawekezaji. Tumeshuhudia jana amefanya tukio kubwa, ulimwengu mzima umeshuhudia, na pia ni fursa kwa wawekezaji mbalimbali kufunguliwa milango ya kufika katika nchi yetu kwa ajili ya kuwekeza katika eneo la michezo ili tuweze kupiga hatua. Mheshimiwa Rais ni kuiona nchi yetu inazidi kukua kiuchumi. Ndio maana amekuwa akipambana usiku na mchana kuona namna gani anatafuta njia za kuweza kufanikisha kutangaza hasa eneo la utalii na michezo. Kwa hiyo ni eneo ambalo litakuwa lina tija kwa tutegemee mafanikio makubwa kutokana na hilo tukio, katika kuitangaza nchi yetu katika sehemu ya utalii, vile vile katika sekta ya michezo, kwa sababu tulivyoona jana Manchester United ni moja kati ya klabu kubwa duniani na wafuasi wengi. Sasa kupitia tukio ambalo limefanyika jana, dunia nzima itatambua Tanzania kuna nini kupitia kwa rais wetu pamoja na vivutio ambavyo vinapatikana katika nchi yetu. Itoe rai tu kwa wachezaji na Watanzania kwa ujumla tutumie fursa ambazo zitapatikana kutokana na kile ambacho kimefanyika. Lengo la serikali yetu ni kuona tunakuwa katika namna mbalimbali. Kwa hiyo tumetengenezewa fursa toela yangu kuwaomba Watanzania na wanamichezo kwa ujumla tutumie hiyo fursa, ili tuweze kufikia yale malengo ya kusudia. Kwa kweli tunashukuru sana, kwanza upande wa Manchester United kwa kumkumbuka mheshimiwa rais, maana ni kitu kikubwa sana. Kama mheshimiwa rais kukupwa na watu wa Manchester United ambao wamewekeza mpira duniani, ni kitu kikubwa sana na ni fursa kubwa sana kutokea hapa nchini Tanzania. Fursa hii tumike kwa wawekezaji, maana imekuja kwa wakati sahihi.